Hizi wajasiriamali wezangu, kwa majina naitwa Fazili Mpaume, ni mfugaji na mjasiriamali, na leo nimekuja kutoa elimu zaidi kuhusiana na utengenezaji wa vyakula vya wanyama mbalimbali. Chakula hiki kinatumika kwa wanyama mbalimbali ikiwemo ng'ombe, mbuzi, sungura, kuku. Kwa hiyo inategemeana na wewe mwenyewe unataka kukitumia kwa mnyama gani na inategemeana na utengenezaji wako kwa ajili ya kumwandalia huyo mnyama wako ama huo mfugo wako ambao unataka kuweka. Haya ni maganda ya mihogo haya maganda ya mihogo kiufupi, watu wengi wanayadharau na wanaona hayana thamani, lakini kiukweli ni chakula moja bora sana kwa ajili ya mifugo yetu. Chakula hii naweza nikawapeni elimu ndogo sana kuna vitu vya msingi ambavyo vinahitajika katika miili ya mifugo yetu, ikiwemo katika chakula hiki. Kuna vitamini na vitamini viliokuwepo katika maganda haya ya miogo, kuna vitamini vya B6, kuna vitamini C na vinapatikana pia vitamini E katika maganda haya ya miogo. Ila pia maganda haya ya miogo yana yana chanzo cha fiber, ama tunazungumzia nyuzinyuzi nyuzi. Ila pia kuna wanga humu au carbohydrate inapatikana pia katika haya maganda ya mihogo. Je, na haya ya maganda ya mihogo pia yana madini, na madini yaliyokupo humu, kuna madini ya potassium, kuna madini ya iron na kuna madini ya magnesium. Kwa hiyo hivyo vyote ni combination ambayo inahitajika kwenye mwili wa mnyama au ya mfugo wako ambayo itawafanya pia wakue vizuri, wanenepe vizuri katika mwili wao. Na leo nitaanza kukuonyesha kuanzia mwanzo mpaka mwisho jinsi ya uandaaji huu wa hiki chakula chao, na mpaka jinsi utaivyoenda kuwapa wanyama wako, na mimi nimeandaa kwa ajili ya kuwapa sungura wetu. Kwa hiyo hapa leo mtaanza, na kwa hatua ya kwanza utaanza kukatakata kama utakuwa na mashine, kama ukiwa na mashine unaweza ukafanya namna hiyo, ukaekatakata au kama kisu nini. Kwa hiyo unaandaa. Kwa hiyo kama inavyokuwa chakula kingi kama hiki tunachokifanya zaidi, unakuwa hata kama ukiwa na mtu wa kusaidia, mambo yameisha kusaidia, unaweza akafanyaje akaweka ukaandaa vizuri na ukapata nani. Baada sasa ya kumaliza kukatakata vipande vipande maganda yetu ya mihogo, kama mnavyoyaona hapa yalivyo hivi, manake hii tunafanya hivi kwa ajili ya kurahisisha ukaukaji. Maana yake hivi vipande unavyovikatakata vinavyokuwa vidogo vidogo kama hivi, maana yake hata hatua ya ukaushaji unakuwa unakauka kwa haraka zaidi, tofauti na utovyoiacha ikiwa na, yani yani, maganda yanakuwa makubwa makubwa. Kwa hiyo maganda yakiwa makubwa makubwa inakuwa inaleta changamoto katika ukaukaji. Inawezekana ikachukua labda siku tatu mpaka siku nne, ndio itakuwa imekauka vizuri zaidi. Lakini ukishakata vipande namna hii inasababisha kwamba ukianika, utaanika kwa muda mfupi sana, kwa siku moja au siku mbili. Utakuta kama jua lake lipo kali zaidi na zuri, utakuta vimekuwa vimesha kauka. Kwa hiyo, hatua inayofuata tutayaloweka haya majani majani yetu, naloweka kwenye maji kwa hiyo itabidi tuyaloweke, na tukishaloweka humu yatakaa kwa muda wa masaa ishirini na nne au masaa arobaini na nane Kwa hiyo inategemeana na wewe mwenyewe na wepesi wako, ila mi napendelea sana kuyaweka kwa muda wa masaa ishirini na nne Kwa hiyo baada ya masaa ishirini na nne tutayatoa hapa na tutaenda kuyaanika, mradi yapate kukauka vizuri. Jambo la jambo la msingi zaidi, kuhakikisha wakati umeyaweka yameingia yote katika maji, yaani majani yasiwe juu ya maji, ila majani yawe chini ya maji, maanake maji yawe mengi kuliko hayo majani yako unayoyaloweka ama kuyabambika. Sasa baada ya kuweka kuyabambika nanii yetu kwa muda wa masaa ishirini na nne, na hapa ndio tumehanika kama mnavyoona, yampili yampi zetu au nanii zetu, maganda yetu ya mihogo ndo kama hivi haya. Tumesha yaanika na tunasubiri yakauke vizuri sana kwa hiyo. Na kama mwingine kama utaona changamoto sana katika nanii ile Unaweza ukatwanga hata kwenye kinu ili kuyapunguza punguza, punguza ukubwa. Kwa hiyo hapa yatategemeana yata na jua lenyewe linawaka vipi kwa muda huo. Kama jua litakuwa kali zaidi, unaweza ukaweka kwa muda wa siku mbili tu. Nadhani majani yako yatakuwa yameshakauka vizuri kabisa na yatakuwa yako tayari kwa ajili ya kwenda kuagea ya mifugo yako kwa ajili ya chakula. Na kama unaona jua la mchongo mchongo, unaweza ukaacha hata kwa muda wa siku tatu, siku nne. Yote itakuwa sawa, ili mradi tu kwamba majani yakauke vizuri. Yakikauka okay, vizuri ndio chakula kitakuwa kizuri zaidi na kitakuwa na manufaa zaidi okay. Baada ya kuanika kwa muda wa siku mbili, maganda yetu ya mihogo na yamekuja kuwa kama hivi mnavyoyaona, naona yamekauka vizuri kabisa, na hapa yanakuwa yapo tayari kabisa kwa ajili ya chakula cha mifugo yetu. Kwa hiyo na kama sisi tulivyoelekezwa, sisi tulikiandaa mahususi zaidi kwa ajili ya chakula cha sungura wetu, na leo tumekuja kuagia sungura wetu katika keji zao ama mabanda yao. Na hiki pia chakula hiki kama mfugaji ish unadondoka tena, kama mfugaji kama utakuwa unakitumia sana, kitakuletea faida nyingi sana sababu inasaidia sana kama hawa wasungura wa mama, kwa ajili ya kuongeza sana maziwa na sungura ita, wanafanikiwa sana katika kunyonyesha. Kwa hiyo ni chakula ambacho ni kizuri, na sisi tumeamua kukiandaa hivi na kinatusaidia. Kama apa, na wenye, kama mnavyoona hapa tunawekea chakula hiki sungura wetu, na wenyewe kama mnavyoona wanavyokimbilia na wanakula sana. Kwa hiyo kwa mjasiriamali ama mfugaji kitakusaidia sana sana katika mwenendo wako wa ufugaji, kwa sababu kitakuwa kimekupunguzia gharama kubwa. Tunafahamu bei ya vyakula, bei ya vyakula vinavyokuwa kali kwa sasa hivi. Kwa hiyo kama mfugaji au kama mjasiriamali, lazima uweze kujiongeza kwa vitu kama hivi. Kwa hiyo ukiwa unaandaa kama hivi, una uhakika mifugo yako itakula chakula cha uhakika na maisha yatakwenda vizuri kabisa. Kwa hiyo tunawashauri sana wajasiria mali, ukianza ukiwa unatumia chakula hiki, kwa wenzetu wanaita yam cassava peel. Kwa hiyo ni hiyo ndio cassava peel. Kwa hiyo ni chakula ambacho ni kizuri sungura na kila vizuri na kina matokeo mazuri. Kwa hiyo tunawashauri pia wajasiria mali wenzetu, wafugaji wenzetu, watengeneze chakula hiki, kwa sababu kitawarahisishia pia katika gharama ya chakula, ila pia ndo kitawapa matokeo mazuri katika mfugo wako ama katika mnyama wako sungura. Tunawashauri sana, sana sana wafugaji wa sungura wapate kukitumia hiki chakula. Asanteni na karibuni sana katika chaneli yetu ya FAM TZ, na tunaomba sapoti yako ya kusubskribe, kulaiki, kushera na kukomenti. Na kwa wale wanahitaji vitabu vipo. Asanteni sana.